Abaidibeabesacheko na tafsiri la jambo moja zuri kuliko yote, tulikuwa tuna finali nne. Finali ya kwanza na ndugu zetu Tanzania Prison tumafunga bao tano, tafsiri ya haraka haraka. Finali ya kwanza imeisha, imebaki na Dodoma imebaki na na ndugu zetu mambumbumbu na imebaki yes, na imebaki na Singida Black Star hizo, yeah, ni finali tatu ambazo zimebaki. Kila mechi ni finali, lakini kikubwa leo ya, tofauti yetu sisi na wale, mambo mawili ya kwanza, angalia uwanja ambao kuwepo hapa Sokoine Mbeya, watu walijaa mpaka pomoni, lakini angalia Bonanza ambayo ilifanyika kule Tabora. Lakini jambo la pili, angalia Tanzania Prison, Tanzania Prison analipwa mshahara Tanzania Prison wamefanya wanaf mazoezi Tanzania Prison wametokea kambini. Wame kambini hata na warm up wamepiga so wale, so wale ambao wametoka kule hawajafanya hata warm up, hajalipa mshahara. Kwa sisi tumepata game fitness, kwa sababu prison wanataka kushika daraja, wametupa game kwa kweli kweli, wale wenzetu hawajapata game. Kwa sisi tunaenda tarehe ishirini na tano, tunaenda tarehe ishirini na tano. Kwa maana yake baada Tanzania Prison tumepata game ya kutosha tutaenda kupata game ya kutosha na Dodoma Jiji, alafu hao wametoka kule kucheza na Kengodi, aafu wataenda, e, wataenda kucheza hmm. na, na Kagera ya shule ambayo ameshuka so so kwa hao wawezi kuwapa hiyo game kwa ajili ya mechi ya 25. kwa wanatakiwa ajiandae sasa. Tanzania Prison anapigwa na bao tano ndani katika uwanja wa Sokoine ujiulize ubora tanzania prison lakini leo mwamuonamvp ligukuu <laughs> yeah, tanzania bara pakome pa pa pa pa zoza zidano wa afrika mwenye goli 9 ni goli 11 goli yeah. assist 9 uh, ndo ameongoza sasa hivi ndo mchezaji peke yake ambaye ameongoza kuwa na tuzo nyingi kuliko wachezaji wote kwao ukisema bora mchezaji bora mchezaji maana yake ni pakome kwa sababu kila mechi Mza. anapata tuzo wale wangine Awapati wapati tuzo. Kwa hiyo maana yake ni ubora. Kila jambo la pili uh -huh. Yanga tumeongeza gap maana yake pointi 76. Hata wakipata tuzo wale yes. ni, ni, ni heshima. Sasa na sisi tunaambia tunawakumbusha tu kwao kufunga bao tano sio timu mgeni. Na yeye anazungumza vizuri mwenyekiti anakuambia nini? Anapiga sisi yule yule Simba yule. goli tano Ta. kwa moja umesikia huyu ni mwenyekiti anakuambia washapiga bao tano kwa kwa na mabao kwa hii maana yake ni rasharasha, mvua inakuja. Tarehe 25, na sisi tunawaomba aidha, inawezekana wasi, unasikia wa, wanasema uh, wasije. Sikiliza, sikiliza, nakwambia mimi, wale hata kwa viboko wataenda Benjamin Mkapa Watakwenda tu. Yani hata kwa viboko moja haina moja nami, tunaanza mangungu mchezaji mmoja moja, moja. Haina watakuja nami, Benjamin Mkapa, sikiliza eh. Hii Yanga ambayo ya Pakome lazima umkabe. Tanzania Prison mbona amemkaba kila mchezaji wa Simba, wamesema wamesema awachezi yeah. Tasiri rakaraka amesikia Pakome amepona na hao wataki kucheza hiyo tumesema, hiyo haiwezekani, mm. Na mna mwenye mamlaka yoyote ya kusema eti alete timu ta. Sikiliza, Mpanzu unazungumza no. Wewe ile timu nzima yote ya Simba wale wote wameshafungua na Yanga mara mbili mm. Peke yake ndiyo hiko Hagiapunza kikombe ajai kunywa anapaswa anywe, alikimbia tarehe nane Machi, tarehe ishirini na tano Juni, ni lazima anywe kwa kikombe, kwa amna kuchekana. Hata mwenzake wote wamefungwa, Pakome Mpanzu mara mbili, hamna namna yani, hiyo hakuna jinsi. Kama binadamu na kifo ni lazima utakufa tu. Lazi Yani, yeye ya ya, hawezi kukacheza Ligi Kuu Tanzania Bara, usifungwe na Yanga. Wewe ni nani? yeah. Yeah. ni lazima uje kuje yeah, pale dimbani umwone mkabe Pakome ujifunze mm. na dunia atajifunza kati ya Pakome na yeye, nani ni bora? Haiwezekani. nini kinakuaminisha zaidi mwalimu? kwanza ubora wa klabu ya Yanga jinsi mm -hmm. yalivyo wachezaji jisi alivyo. Nimekwambia yeah. Tumepata game ngumu na Tanzania Prison yeah. Dio. Dio. Yani, betha, rataka, utkupa, jenge picha. Tanzania Prison ni wagumu. Wanataka kushuka daraja anaakutana na Kagera imeshuka daraja si nakutana na Tanzania Prison, yeah. Hawa wanapambana kwa ajili ya payoff, tunaenda kukutana na Dodoma ambao unapata game fitness kubwa kuliko hao kuliko yeah. Ndio maana tukasema, jinsi anaona si zinavyocheza navyoshinda na timu jinsi inavyoongozwa ina, ina, ina yeah. Wao wataki kuja katika tarehe ishirini na tano yeah. Tukasema hamna mamlaka hiyo, amna Sikiza, sikiza, mwenye mamlaka sisi ndo tunaamua nani. Bodi ya, so ya, yeah, ya sisi yeah. Yanga Afrika wenye mpira wetu tunaamua, wewe hu lazima uje tarehe 25. Kwa nyinyi ndo mlipanga tarehe 25. Ngoja tarehe ishirini na tano walipanga bodi ya ligi ambao wanasimamia sisi tumesema tukishirikiana uh, na Simba alikuwepo mlimani. Sisi tumesema nyie, kwa sababu mlikimbia. Nyie si mlikimbia tarehe 10 mlikimbia tarehe 8. Ndio. Tarehe 8 Machi mlikimbia. Yeah. Hii tarehe 15 watu wakasema hii hapana kwa sababu kuna watu, kuna hizo changamoto. Tuzisovu. Mm -hmm. Mbungi pigwe. Wao mm -hmm. wanasema hataki kucheza na Mbungi. Kwani ni nani apiga mpaka 25? Isaya ni nani? Ya, ya ya ya ya ya ya ya, e, bila shaka watacheza. Nataka uniambie hivi, maanake tukiangalia vile eh, viashiria kwa mujibu wa mechi zote mbili ambazo eh, tumezitazama leo, kwa maana ya Yanga hii na Prisons na Ken Gold na kule kwamapawala amefunga ametoa assist kuelekea kwenye mechi ya Yanga haikuogopeshi mwalimu? Ndio maana tukasema amekutana timu gani? Tumezungumza kitu kimoja, hawa Ken Gold wameshashuka daraja, hawa hawajalipwa mshahara, wamegoma kucheza, hawajatoka kambini, kila mmoja ametoka kuna guest yake, ameenda katika uwanja wapi. Uwanja wa mpira ni tofauti na timu ambayo, hii timu ya jeshi iko kambini Wameipa hmm, mshahara hmm, na wanajiandaa kwa ajili ya playoff. Hilo la kwanza. Sasa jambo la pili ambapo, ambapo, ambapo Isaya Dedo anatakiwa uelewe kibasahara huyo huyo mpanzo anacheza na timu gani anaonesha? Mbona kuna Singida aoneshi? Mbona kwa mashujaa unaonesha kwa oneshi? timu ndogo, ndogo. Wanatafutana wale. Watu, sikiza sikiza sikiza sikiza sikiza sikiza. Yeah. So, so yeye walikuwepo wengi wajae kuonesha kwenye klabu ya Yanga so yeye ye. Yaani, yaani kwa Bekani ameshinda kupiga ta shot on target. Sisi za Bekani kati baba mmoja mama mmoja. Eh, atakuja kwa Yanga Sports Club. Sikiliza, huyo sio mchezaji wa kujisifia. Oh. Oh. Oh. Huyo sio mchezaji wa kujisifia. Kama ingekuwa ni bora. Sikiliza, nakwambia wewe uliotumwa. Simba sasa. Na yeah, <laughs> ah, Simba nakwambia wewe. Wewe si mjumbe, wewe si ndio mjumbe? Wewe ndio mjumbe, anatakiwa kapeleke ujumbe. Kaambie, tarehe 8 alikuepo. Tarehe kumi na tano alikuwepo na akakimbia na akawambia, katika Sibekani alikuwepo kwa Singida alikuwepo kwa Mashujaa alikuwepo kwa Jeketia alikuwepo na hiyo na ambao naweza kifanya, mbona hajafanya kwa hizo timu zingine? Sikiliza wae kenigodi ni watu wadhaifu kuliko timu yoyote. Ndio maana tukasema, tukasema si tuombe kwa uzima, kwa sababu nimesikia Mangungu wanataka kumuondoa, jambo la kwanza na Mangungu wanasikia nasusa hata kuleta timu sio, tukasema tuombee uzima Waje tarehe ishirini na tano saa saba au tano alizopigwa tarehe kumi na moja kwani bosi wa Simba ni nani? Bosi wa Simba nani? Aujajibu swali, ndo bosi. so, so, mwenyekiti. Sema bosi wa Simba Mangungu. Sikiliza, bodi hamna bodi bwana wewe, bodi kwa wape? Hamna bodi bwana wewe. Sikiliza bosi wa Simba, ndo maana ameitwa Ikulu. Huyo chambao Simba leo kaitwa Ikulu na mama, hiyo ndo mwenyekiti wa Simba. Kwani wengine hajaonekana. Yule ndo bosi. Yule eh. Mwingine mkatanyasi tu <laughs> apu, apu, apu, <laughs>